Katika hali ya kusajabisha vibweka na vituko vimeibuka ndani ya ukumbi wa mikutano wa Umoja wa Mataifa mjini New York siku hivi leo, ambapo wakati waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu akiwa mwanzoni mwa hotuba yake akihutubia wajumbe wa baraza hilo ambao walihudhuria mkutano huo kusikiliza hotuba hiyo ya waziri mkuu wa Israel. Hotuba ya waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu imekuja siku chache baada ya mataifa kadhaa ya magharibi kulitambua taifa la Palestina kama taifa huru katika umoja wa Mataifa. Hata hivyo, uamuzi huo wa ujumbe wa baraza kuu la umoja mataifa umekuja wakati ambapo waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu anatuhumiwa na uhalifu wa kivita na mashinikizo ambayo yameongezeka kwa siku za hivi karibuni la kukataa kukomesha mzozo ambao unaendelea huko Gaza. Hata hivyo, duru mbalimbali mbali zinasema kwamba hotuba ya waziri mkuu huyo pindi inapowadia, wajumbe huwa makini kumsikiliza na kufuatilia kwa karibu, kwani zimekuwa ni hotuba ambazo hubeba tuhuma nzito na kueleza waziwazi dhamira ya ugaidi aidha mahakama, mahakama ya kimataifa ya uhalifu icc ilitoa waranti ya kukamatwa kwa netanyahu kwa uhalifu dhidi ya ubinadamu ambayo madai hayo amekuwa yakiyakanusha sanjari na hilo mahakama ya juu zaidi ya umoja mataifa inatathmini madai ya afrika kusini kwamba israel imefanya mauaji ya halaiki huko gaza ambayo inakanusha vikali kadhalika tuhuma kwa netanyahu zinakuja wakati ambapo israeli imeendeleza kufanya mashambulizi huko Gaza na kupelekea vifo vya Wapalestina takribani elfu sitini na tano ikiwa ni kwa mujibu wa maafisa wa afya wa Gaza.